Bi Amina ni mkazi wa mtaa wa Mpanda Hoteli manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Mwanamke huyu ana jumla ya watoto watano ambapo mtoto wake mmoja ni mkubwa na ameanza kujitegemea, lakini watoto wanne wanahitaji msaada, kwani watoto hao wanaishi katika mazingira magumu na hatarishi na hawasomi shule. Mama huyu ambaye hana sehemu ya kulala na anajikuta akitangatanga nyakati za usiku na watoto wake akitafuta sehemu ya kujistiri. Sawa. Sasa na eh, ulikuwa umeniambia ya kwamba huwa kuna mahali unaenda kulala ile usiku nilipokuwa nimekutana mm nao eh, ni maeneo gani? Maeneo hapo, hapo stesheni, kwa sema, kwa kwa mlinzi mm hapo eh, umesema ndo eneo ambalo unashinda. Ni kitu gani ambacho kinakufanya kushindwa kulala, eh? Hapa siwezi nikalala kwa sababu hamna nyumba, nitakufa ovyo ovyo eh. Lakini nikiangalia muda ambao nilikukuta mm. hey. uh -huh. jana ule, nimeelekea saa tano kasoro usiku, pengine kitu gani ambacho kilikuchelewesha ukaondoka usiku ukiwa muli, halafu pia una watoto wadogo? Aha, jana yani kuajisikia naumwa, hiyo maana na nakuwa nachelewa kwao kwa ajili ya kuwapikia watoto hey, wangu chakula, naleta jiko hapa hapa nawasha na, na masufuria, anaanza kupika vyombo mm, vyombo <laughs> mama, siwezi kuweka hapa naiba, hamna nyumba hamna mlango, hey, takuwa napigana na majirani, umeniibia kama mwewe, kumbe hivi ndio mwewe

Watoto wako sasa nikiwaangalia, wale wote wawili ambao nimekuja nao wana umri wa kwenda shule eh, wanasoma shule <tis> <tis> kwa nini wao hawasomi shule? Um, kwa sa sababu ya maisha yangu mimi nashindwa kabisa hata kuelewa, chakula cha nini ni shida, siwezi mama nikaibe. Eh, uongo zambi. Anayeomba ni mzuri, anayembaya ni mwizi. Eh, mama <tis> mimi niko peke yangu, a watoto baba yao yuko Tabora, kwamba nimezaa na wanaume hao oo, yupo Msukuma, yupo Msukuma tena Mnyamwezi huyu nilimwacha Inyonga, naye ni mleva, hata nikisema nimwachie watoto watakufa hey. Kumbe bora mimi na wa watoto nikasema nikae nao niwaokoe, hata nikija kufa nitakuwa nimewaokolea uhai angalau kidogo hey man napozaa mtoto mama sio wakutupa jalalani, ni kiumbe hiki, sio baba mwehu na mama a mwehu, mimi afadhali kidogo so, na nimewakuza kuzao hey. ili eneo ni la mzee mmoja hivi anakaa kama mbuzi jali mwashia, huyo mzee mwenye amepanga kwa baba mko, hata kisi taenda kumuona hata jioni, saizi ameenda shambani mm -hmm. Kondoli, kondeo, na yeye ni Mnyamwezi mwenzangu naye tokea Tabora huko mm. Sawa. Sasa zinapotokea changamoto mbalimbali, mfano kama watoto kuugua <coughs> unapataga wapi msaada? msaada mm msaada -mm. Hamna. Mimi kama nimepata chenga nyingi nyingi, nauza chenga kiasi kama ni elfu moja na mtoto nikishaenda kumnunulia dawa tu anapona e. mm. Kama ni dawa ya chango naweza kuchukua kale ka bomba nikamuinika tu ayali, mtoto akiendelea kupona basi, ndio unaacha hivyo hivyo ee mama. Na kwa wakati ambao, uh, labda unakosa, kuna wakati mwingine ambao unafanyaja kazi na unakosa hata chakula ee? Hey, inawezekana mm -hmm. Naomba unga kwa majirani mm, wananisaidia hata huyu babu alikuwa ananisaidia sana, sana. Mm -hmm. Sa, sasa kwa wanao kutazama na kukusikiliza wakati oh, huu wewe hasa unahitaji msaada gani? mimi mm, ah, mimi nilikuwa nahitaji tu msaada kama wanaisaidia hela, wakishanisaidia hela ni niwe nafanya biashara naweza na kulipia nyumba nao lala na kujua wanangu wanasoma ni watunze hivi biashara yangu tu iendelee, maana mama, maisha hayana mwisho. Sawa, umesema ya kwamba hapa huwa unashinda tu, ukipata chochote kitu ndio unakuja kupika hapa, lakini e, pia vyombo huwa unaviacha tu kwa jirani, kwa jirani hata kwa jirani. Sasa nataka nijue huko ambako unasema hu unaendaga kulalaga ni ndugu yako ama imekuaje? Ah, sio ndugu yangu, mimi ni mtu tu mlinzi. hmm. hata saa hizi ukisema sema unaenda hayupo kasha aenda nyumbani saizi ile hmm. Jioni ndio anakuja kwenye ulinzi hmm. Maana yule alinisaidia tu sehemu yakuwa niwe nalala akasema, we huu unalala unaenda usiku, maana naye aliniona naenda tavuka reli usiku, ndio akasema, usiu unaenda kuvuka reli saizi watakuja kwa wakubake siku moja, sasa mimi nakuhifadhi huu nalala ikifika saa kumi na mbili kwenye swala lako, kwa sababu nafagia, unaenda kufagia tayari, mm. Basi nikamsikiliza mama kwa hilo, nikasema, baba umenisaidia, sasa naye anataka kunisumbua mm. Anaanza kuniambia vya kunioa, sijui nini mm. mm. Unashindana naye kwa hilo sasa, anajiuliza mimi naposhindana na yule baba ananiambia vya kunioa, mimi umri wangu mimi sio wa kuoa na ule wa ule mm. Nataka nipambane na maisha yangu kwanza, mimi ili niokoe watoto hao. Kuolewa hakuna mwisho na kuolewa. Mimi naona kuolewa ni ujinga, kwa sababu anaenda kuoa hakupi maisha, atakusumbua hata kutupia vyombo, saa nyingine hakutunzi, anaweza kukupa kara za kipumbafu. Kumbe bora nakomana na, komana, na wangu, mama wangu. Mama anajipanga vizuri, nini nacho kitaka, atanunua mwanangu, tamuweka kwenye raha, sio kuvuguziwa na baba wa kama na kutupiwa vyombo, kwamba mimi sijawazaa naishi katika hali mama ya uhuru kujisikia hey. Sawa, umesema ni mtu wa Tabora hey. Sasa turudi nyuma kidogo nifahamu. mm. Wakati unatoka Tabora unakuja Mpanda huko, ulikuja kwa nani? Ni kuja kwa mamangu hey. Hey. na mamanga alikuwa anakaa hapo mbele kidogo hey, alipougua wazazi pale Tabora kama alihama, maana na baba toka zamani, baba ni mtu wa Shinyanga alikuwa kutoka Tabora kwa mama hapo nyumbani, anaenda Shinyanga, Singida kufanyia kazi, na mara mama alipohama, aliuza na kiwanja Tabora, hakuna nyumba wala nini mama. Sehemu aliyokuwa ameijenga ilikuwa ni hapa Ugala hapo. kiwanja kimeshaibiwa, sijui mambo yao yanaenda vipi na huyu mwanaume kufuatilia tena. Kwa hiyo mwanaume ambaye umempatia hapa mpaka sasa hivi hauko naye tena Tulitozana tu kwa sababu ya baba yake na yeye mwenyewe, nikiangalia mwelekeo wake hana akili ee. Mimi niliona tu niishi maisha peke yangu na kuweza kupata msaada niachane naye. Mpanda Radio Media imemtafuta mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli, Ibrahimu Msanda, ambapo amethibitisha kumfahamu mwanamke huyo na changamoto wanazopitia watoto hao kwa majina anaitwa Ibrahim Ali Msanda ni mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli. Uh, Biamina Yasini Mashishira namfaham namfahamu, na uh, muda kidogo uliopita, kwa sasa na mhesabu ni mkazi wa mtaa wangu wa Mpanda Hoteli, kwa sababu nafahamu mazingira yanayoishi nayo, ni kiukweli nikii kwamba mazingira yanayoishi Biamina Yasini Mashishira ni mazingira ambayo yanahitaji yasaidiwe sababu ni mazingira uh, hatarishi pia ni mazingira ya usalama, lakini pia mazingira ya maisha yake ya kila siku, lakini pia, lakini pia mia, uh, Amina Yasini Mashishira anaonekana kwa maelezo anavyoyatoa alikuwa mkazi wa mkoa wa Tabora sehemu panaitwa Tutuo, ambapo anasema kule ndio alipokuwa anaishi na mume wake wa kwanza, lakini baadaye mume alimwacha. Baada ya mume kumwacha kwa ugumu wa maisha akaona aje Mpanda kwa ajili ya kutafuta maisha, lakini sasa pia leo tumemhoji, anasema wakati anatoka Tabora, alikuja kwa mama yake mzazi ambaye alikuwa anaishi hapa Mpanda. Baadaye mama yake mzazi akafariki. Baada ya mama kufariki akapata mume, lakini sasa changamoto ya mama alionayo, kwanza ana changamoto ya akili, e, afya yake ya akili sio nzuri, kwa hiyo hiyo pia imekuwa ni changamoto ya namna gani ya kumsaidia, kwa sababu hawezi kufanya biashara, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye hata tukimtafutia sehemu za kuishi, kupitia changamoto ya afya ya pia ya akili aliyonayo, imekuwa pia haiwezekani kufanyika. Hivyo tumeshafanya msaada mara kadhaa kumtafutia maeneo ya nyumba za kukaa, lakini imekuwa akigombana na majirani kutokana na afya yake ya akili na mengineyo, ambayo siwezi kuyasema moja kwa moja, lakini kimsingi ni kwamba Bi Amina asili mashishira na watoto watano lakini hao waliobaki wanne tu ni watoto ambao bado wanahitaji msaada. Sasa mimi kama mwenyekiti wa mtaa Mpanda Hoteli, kwanza kama nilivyosema, nimekiri kumfahamu, lakini pia nakiri kwamba mkazi huyu anaishi kwenye mazingira ambayo ni magumu, mazingira hatarishi. Sasa msaada wetu ni nini? Msaada wetu wa kwanza ni kuhakikisha watoto tunawatafuta kwa ujumla wake kama ulivyoweza kufahamu hata watoto wake wengine hajui wako wapi kwa sasa. Kwa tutawatafuta wote, tutawakusanya sehemu moja, tuhakikishe sasa tutaweka kwenye mazingira fulani ya usalama. Usalama wao kuishi lakini pia usalama wao mahitaji kwa maana chakula na mengineayo. Lakini pia watoto hao itabidi wote tuwapeleke shule. Tuwasiliana na afisa elimu wa kata, tutakaa kikao chetu, kikao cha Jumanne tutajadiliana, tukishirikiana viongozi wengine watoto waende shule, wapate elimu yao kwa sababu mwisho wa siku haki ambayo anatakiwa apate watoto ni haki ambayo haifungamani na tatizo ambalo analo uh, mama yao. Sasa kujua mama yao tutamsaidiaje kwa changamoto alionayo, hayo tutajadili Jumanne. Kutoa ni moyo wala si utajiri. Wewe ambaye unafuatilia kwa sasa unaweza ukawa ni mmoja wa kurudisha faraja kwa familia hii. Mimi ni Ana Milanzi. Mpanda Radio Media. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.